Wa shangaa mpaka mwaka, wewe ni kijana unamka saa tatu, aibu yake pia. Hata wewe well. Hata wewe well. Hivi kama kijana atamka saa tatu, baba atamka saa 10? Sasa kama roho Mtakatifu tunayo alafu bado tulale mpaka saa tatu, ana kazi gani? Apendaye usingizi upenda umaskini. Sasa wewe unafikiri umaskini kwako si sehemu ya maisha? Kwani kuna shida gani kama watu wote wa wote wakujua kwamba wewe ni omba sadaka? Utakuwa benki ya watu posta, posta, fika Jumapili ambie jamani atasadaka hata njoo kanisani, ukiwaomba alafu ukiwapata wasamaria wema, anakwambia chukua, tusindikizie tusindikizie tusindikizie tusindikizie. Wakati una roho mtakatifu, ukiwa na roho mtakatifu unakuwa shak eh, ndio kwanza saa nane hauko usindikizie, umesha unaongea, una na roho mtakatifu halo. Kuna siku iko mbele yetu, unaonaje? Hebu tuambie habari, amesema